Asante tena kwa uaminifu wako na neema yako, asante kwa kutuchagua tena kuwa hai siku ya leo. Ni siku ya kwanza katika juma la wiki hii Bwana, siku hii ni siku ambayo ni lango katika wiki hii, tunainyunyuzia damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Ukutane nasi wiki nzima hii Bwana, tukuone wewe Mungu mwenye nguvu na mamlaka yote, useme nasi kwa neno lako la uzima litakalotusaidia ukujua wewe kwa viwango vingine. Utusaidie Bwana kuendelea kuishi imani katika maisha haya, maana pasipo imani hatuwezi kukupendeza wewe, Mungu mwenye nguvu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Fungua masikio yetu ya ndani, fungua macho yetu ya ndani, fungua fahamu zetu ziweze kulielewa neno lako la uzima, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho Mtakatifu, sema nasi ili neno hili likatujengee imani kubwa, lakini likatupe ushujaa na uodari kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti yarihai. Roho Mtakatifu, sema na wale wanaofuatilia YouTube, tunapeleka damu ya Yesu ikaachilie ufunuo mkubwa ndani yao, katika jina la Yesu tunakataa upinzani wowote wa nguvu za giza katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo, chochote ambacho ajua ametuwekea kama ukuta ili tusilielewe neno lako, ili tusiiishi imani, ili tusiliishi neno, tunakataa kwa jina la Yesu, tunakataa kwa damu ya Yesu, bali tunasi neema yako Bwana itufunike kwenye ibada na sadaka utakazo kutolea katika damu ya Yesu Kristo. Asante Mungu mwaminifu, kwa sababu wewe ni Mungu katika jina la Yesu. Tumeomba na kushukuru amen. Shangilie Bwana Yesu kwa sadaka ya makofi. Karibu ukae. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachozungumza umuhimu wa kuishi imani, umuhimu wa kuishi imani. Lakini leo tutaangalia katika eneo lingine ambalo lina kichwa kinachosema Imani iliyobeba kushinda. Imani iliyobeba kushinda. Imani iliyobeba kushinda. Kumbe imani ndani yake huwa inabeba kushinda. Imani ndani yake huwa inabeba kushinda. Mungu anatamani kuiona imani iliyobeba kushinda ndani yangu na ndani yako ili isababishe matokeo makubwa. Siku zote tamani ndani yako kubeba imani iliyobeba kushinda, kwa sababu ukiibeba imani iliyobeba kushinda itamfunua Yesu wako kwenye hilo jambo unaloliombea, itamfunua Yesu wako kwenye hilo eneo ambalo unaliyatamia kwa maombi. Kwa hiyo msiro mtakatifu akubebeshe imani iliyobeba kushinda ndani yako. Imani hii iliyobeba kushinda, niko namna hii, inakupa ujasiri wa kuendelea kuomba bila kukata tamaa, bila kuchoka. Ukiangalia kwenye ile Luka 18, Luka 18, Luka 18, ule mstari wa kwanza na wa pili neno la Mungu linasema hivi, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Akasema palikuwa na kazi katika mji fulani, amchi Mungu wala ajali watu na katika mji, na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie nipatie haki na adui wangu. Hizi ni habari za mwanamke mjane pamoja na kazi za limu, lakini mwanzoni anatuambia kwamba imetupasa kumwomba Mungu siku zote bila kukata tamaa. Imani iliyobeba kushinda huwa ikatagi tamaa, hakuna kukata tamaa ndani yake, hakuna kukata tamaa ndani yake, inaamini mpaka ihakikishe ya, ya kwamba kile ambacho umekiombea kimezaliwa kwenye hilo jambo. Ndio maana ukisoma hii Luka 18 mstari wa kwanza mpaka wa nane, utaona mfano hawa watu wawili ambao wanatufundisha juu ya imani iliyobeba kushinda. Tunamwona hazi zalimu, tunamwona na mwanamke mjane Huyu hazi zalimu alikuwa anadaiwa na huyu mama mjane, lakini huyu mama hakuchoka kumwendea huyu hazi zalimu. Biblia inatuambia alimwendea, alimwendea usiku na mchana, alimwendea ndani yake. Huyu hazi zalimu alisema japokuwa simchi Mungu, nitampatia huyu mama haki yake. Kilichomfanya huyu mama aende mara nyingi, mara nyingi, mara nyingi ni kwa sababu alibeba imani iliyobeba kushinda ndani yake. Hakuangalia kwamba nimeenda sikupewa, alichoamini moyoni mwake kwamba jinsi anavyoendelea kwenda kwa hazi zalimu, iko siku ataisikia sauti ya Mungu na atapata majibu ya kile ambacho anatamani kupokea, ambayo ni yake yake. Bwana Yesu asifiwe. Imani iliyobeba kushinda huwa haibebwi na mashaka. Mashaka yanakuwa hayako ndani yako, unamwamini Mungu mpaka uhakikishe ya kwamba kile ambacho umetamani Mungu akutendee kimetokea. Bwana Yesu asifiwe! Imani iliyobeba kushinda huwa inakupa ujasiri wa kutokukata tamaa, inakupa neema ya kusonga mbele, ili kumuona Mungu kwenye hilo jambo ambalo unaliombea. Huyu mama alisimama na Mungu akaiona imani yake iliyobeba ushindi kama angekuwa ana imani iliyobeba ushindi, asingepokea majibu ya kile alichokuwa anatamani akione kupitia adhalimu. Bwana Yesu asifiwe. Tamani ndani yako kuibeba hiyo imani iliyobeba ushindi, ili kusababisha majibu ya maombi yako yaonekane kwenye hilo jambo unaloliombea. Usikubali kubeba imani ambayo imebeba udhaifu, ambayo itakuletea hali ya kushindwa beba imani iliyobeba kushinda siku zote utaona majibu ya maombi yako na utaona matokeo ya hicho unachokiombea. Bwana Yesu asifiwe, haleluya! Lakini pia tuangalie Luka mlango wa tano tuangalie Luka mlango wa tano mstari wa kumi na tisa hadi wa ishirini. Luka mlango wa tano mstari wa kumi na tisa hadi wa ishirini. Luka mlango wa tano mstari wa kumi na tisa hadi wa ishirini, maneno ya Mungu yanasema hivi: Hata walipokosa hata walipokosa nafasi ya kumpeleka ndani kwa ajili ya lile kundi la watu, walipanda juu ya dari wakam, wakampisha katika matofali ya juu, wakamshusha yeye na kitanda chake katikati mbele za Yesu. Naye alipoiona imani yao aliwaambia, ee rafiki, umesamehewa dhambi zako. Hii ni habari ya, ya watu ndugu waliokuwa na mgonjwa ambao walikuwa wanatafuta huyu mgonjwa akutane na Yesu na apokee uponyaji kwa ajili ya kukutana na Yesu. Lakini hawa ndugu walipokwenda mahali ambako Yesu alipo, wakakuta Yesu yuko kwenye nyumba na ile nyumba watu wamejaa, hakuna nafasi ya kumpitisha mgonjwa wao aliyekuwa amepooza. Wakapata maarifa ya imani iliyobeba kushinda, awakuangalia gharama ya nyumba ile kwamba tunaivunja hii nyumba, gharama atalipa nani? Walichokuwa wanaamini kwamba ni lazima mgonjwa wao hakutane na Yesu, hata kama mazingira yanazuia mgonjwa wao asikutane na Yesu. Biblia inatuambia walipasua dali wakamshusha yule mgonjwa kupitia kwenye dari pamoja na godoro lake mahali ambako Yesu yupo. Na Yesu alipomwona yule mgonjwa na kuiona imani ya wale ndugu waliopasua dari, alitangaza vitu viwili: alitangaza uponyaji wa yule mgonjwa, lakini pia alitangaza kusamehewa dhambi kwa yule mgonjwa. Ndani ya hawa ndugu kulibebwa imani iliyobeba kushinda, ndani ya mioyo yao walibeba imani iliyobaba kushinda wao. Walichokuwa wanataka ni kwamba huyu ndugu yao akutane na Yesu, huyu ndugu yao akutane na uponyaji. Hawakuangalia mazingira. Kama wangeangalia mazingira, yamkini wangeahirisha, wangesema tutafute siku nyingine, mahali ambako tutamkuta Yesu yuko mwenyewe na kuna nafasi ya kumkutanisha Yesu na mgonjwa wetu. Lakini wao ndani ya mioyo yao walibeba imani iliyobeba kushinda, ndiyo maana waliamua maamuzi yasiyokuwa ya kawaida. Walitoboa dari, wakampitisha yule mgonjwa kupitia dari, na yule mgonjwa akakutana na Yesu na akapokea uponyaji. Bwana Yesu asifiwe! Kuna kitu cha kujifunza hapa, imani iliyobeba kushinda inakupa nguvu ya kufanya maamuzi, ili upate matokeo ya kile unachokiombea. Imani iliyobeba kushinda inakupa nguvu ya kusababisha ukutane na muujiza wako. Imani iliyobeba kushinda inakupa neema ya kutafuta ufunuo wa Mungu juu ya kukutana na Mungu juu ya hilo jambo. Ndicho ambacho Mungu alikiona ndani ya hawa ndugu. Kilichomponya huyu kijana aliyepooza ni imani ya ndugu zake, ni imani iliyokuwa ndani ya ndugu zake iliyosababisha kijana huyu akakutana na uponyaji. Kuna vitu vinakufa kwenye maisha yetu kwa sababu hatuna imani iliyobeba kushinda. Kuna vitu tumeshindwa kusaidia kwenye familia kwa sababu hatuna imani iliyobeba kushinda. Mungu anataka hivyo vitu viwe hai juu ya imani iliyobeba kushinda iliyoko juu yako. Mungu anataka hiyo imani iliyobeba kushinda ndani yako isababishe matokeo makubwa kwenye familia yako tamani ndani yako kubeba imani iliyobeba kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Nimewapenda hawa ndugu, walisimama kwenye ufunuo wa Mungu, hawakuangalia mazingira yale. Walichotaka wao ni uponyaji juu ya ndugu zao, walichotaka wao ni uponyaji juu ya ndugu yao. Ndio maana walisimama imara, walisimama kwa ujasiri, wakasema mpaka kieleweke. Leo lazima huyu ndugu yetu akutane na uponyaji wa Yesu kwa sababu ndani yao walibeba imani iliyobeba kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Imani iliyobeba kushinda inasukuma hofu nje. Kwenye nafsi, hofu inaondolewa, wasiwasi wasi unaondolewa, uoga unaondolewa, unapewa ujasiri wa kulinena hilo jambo, kulitamka hilo jambo mbele za Bwana mpaka Mungu aziirike kwenye hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Ninatamani ndani yako na ndani yangu Mungu atupe imani iliyobeba kushinda, ili tusababishe matokeo makubwa kwenye maombi tunayoomba, matokeo makubwa kwenye kanisa, matokeo makubwa kwenye taifa, kwa sababu imani iliyobeba kushinda imebebwa na mtu binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ndugu walibeba imani yao binafsi. Inawezekana watu waliwashangaa, inawezekana watu waliwazuia kwa nini wanafanya uharibifu kwenye nyumba ya watu? ili wampitishe mgonjwa wao akutane wa na Yesu. Lakini wao hawakujali wa, hicho walichojali ni kwamba lazima huyu kijana aliyepooza akutane na Yesu, akutane na Yesu, akutane na uponyaji wa Yesu kupitia imani waliokuwa wameibeba iliyobeba kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Tamani ndani yako kubeba imani hiyo iliyobeba kushinda ili ikusaidie kusababisha vitu vya ufalme vizaliwe kwenye hilo jambo, vitu vya ufalme vitokee kwenye hilo jambo. Usifike mahali ukachoka, usifike mahali ukakata tamaa. Fika mahali, simama kwenye imani iliyobeba kushinda, mpaka uyaone matokeo na uone ufunuo wa Mungu kwenye hiyo imani iliyobeba kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu, Yesu alipomuona huyu kijana na alipowaona hawa ndugu zake Alitangaza vitu viwili. Cha kwanza alitangaza msamaha, alisema kijana, umesamehewa. Cha pili alitangaza uponyaji. Nani ya imani iliyobeba kushinda, imebeba vitu viwili. Mungu anatazama kwanza, msamaha juu yako, anatazama msamaha juu ya hilo ambalo limefungua mlango wa hilo tatizo. Kuna vitu tunapitia kwa sababu ya milango iliyofunguliwa. Milango iliyofunguliwa na wewe mwenyewe binafsi, milango iliyofunguliwa kutokana na mazingira ya vita unayopitia, ya mapito unayopitia yaliyosababisha ukamtenda Mungu dhambi, yaliyosababisha ukafika mahali ukachoka, yaliyosababisha ukafika mahali ukaona kama Mungu asikii maombi yako, yaliyosababisha ukafika mahali ukaona kama Mungu, Mungu ajibu Mungu anasamehe kwanza, anapoiona imani iliyobeba kushinda, alafu cha pili anakupa majibu ya lile ambalo unatamani tamani yeye akufanyie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ng'ang'ana kusimama kwenye imani hiyo iliyobeba kushinda, ili watu wengine wapokee baraka kupitia wewe, watu wengine waone neema kupitia wewe, watu wengine waone utukufu wa Mungu kupitia imani uliyoibeba ndani yako ambayo itasababisha ushindi mkubwa kwenye hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Tamani ndani yako kung'ang'ana, mwambie Mungu, nipe imani iliyobeba kushinda kwenye hili jambo. Ninataka nikuone wewe, na sio tu mimi nikuone wewe, na watu wengine wakujue Mungu ninayekuamini. Jinsi unavyoendelea kuomba, ndivyo Mungu anavyokufungulia neema ya kuona ushindi kwenye hilo jambo, ya kuona mlango wa kutoka kwenye hilo jambo, na Mungu anakupa maarifa ya kuomba utaomba kwa akili zako, utaomba kwenye ma, utaomba kwa maarifa yaliyobebwa na imani iliyobeba ushindi ndani yako. Utapata maarifa ya Mungu. Inawezekana ulikuwa unaomba nje ya maarifa ya imani iliyobeba ushindi, lakini kwa sababu umeutafuta uso wa Mungu, Roho Mtakatifu atakupa maelekezo ya kuomba kwa maarifa ya imani iliyobeba ushindi na utaona matokeo ya hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe, ndiye Mungu tunayemwamini. Anatamani tutembee kwenye hiyo imani iliyobeba ushindi. Anatamani tuishi hiyo imani iliyobeba ushindi. Tuna uwezo wa kufanya mabadiliko makubwa kwenye mitaa tunayoishi. Tuna uwezo wa kufanya mabadiliko makubwa kwenye maeneo tunayofanyia kazi. Tuna uwezo wa kufanya mabadiliko makubwa kwenye biashara zetu. Kataa imani inayokuzuilia kuishi ushindi kwenye imani, kataa hiyo imani, mwambie Mungu, nipe imani iliyobeba ushindi ili muone Bwana kwa viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu akusaidie. Kupitia hii Luka mlango wa tano mstari wa kumi na tisa na wa ishirini ona imani ya hawa ndugu iliyosababisha ndugu yao akapokea uzima akapokea uponyaji, na ndiyo kiu ya kwangu, na ndiyo kiu ninaamini ya kwako, kwamba unatamani Mungu akupe imani iliyobeba ushindi ili usababishe matokeo makubwa, hii imani iliyobeba ushindi isababishe Watu wengine wamshangae Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wamshangae Bwana Mungu wako. Kwa nini wamshangae Bwana Mungu? Wataiona hiyo imani iliyobeba ushindi iliyosababisha majibu kwenye hilo jambo na watamshangaa Bwana Mungu wako na watamtaka Bwana Mungu wako. Ni kiu ya Roho Mtakatifu kuona ndani yetu kwenye maisha tunayoishi tumebeba imani iliyobeba ushindi siku zote. Itamani hiyo imani. Iombe hiyo imani na jinsi unavyoiomba ndivyo Mungu anavyoiachilia ndani yako, ndivyo Mungu anavyoiachilia kwenye nafsi yako, ndivyo Mungu anavyoiachilia kwenye moyo wako, kwa sababu imani hii ikikaa inaondoa malalamiko kwenye nafsi. Nafsi haitakusemesha mambo mabaya. Nafsi itamuhimili Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mwombe Mungu akusaidie ndani yako kupata kiu ya kuishi, kuishi imani iliyo baba ushindi siku zote ili wengine wajifunze kutoka kwa Mungu wako. Ni maombi yangu kwamba Mungu asimame na wewe kwenye hilo eneo unaloliombea, na akuvalishe imani iliyobeba ushindi, ili Mungu aonekane kwenye hilo jambo, ili Mungu athibitike kwenye hilo jambo, na uyaone majibu ya Mungu. Ninakuambia yuko Mungu anayeweza anachotamani, tu ni kukaa kwenye hiyo imani iliyobeba ushindi, ili yatende. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo tutapata nafasi ya kwenda kumwambia Mungu, tumekuja kwako tunatamani utupe imani iliyobeba ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuwe sababu ya kufanya mabadiliko, iwe sababu ya kufanya matokeo makubwa, iwe sababu ya watu wengine kumwamini Mungu wetu. Kwa sababu gani? Wameiona hiyo imani iliyobeba ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Waseme wale walioutikisa ulimwengu wamefika mpaka huku kwa sababu gani? Wameiona imani iliyobeba ushindi ndani yangu na ndani yako. Na Mungu ni mwaminifu, yuko tayari kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame, naomba tusimame tupate nafasi ya kumwomba Mungu. Ombi la kwanza leo tutaomba Mungu aturehemu, eneo lolote ambalo imani yetu haikubeba ushindi, Mungu atusamehe. Juu ya eneo lolote ambalo imani yetu haikubeba ushindi, Mungu atusamehe. Inawezekana kwenye mazingira hayo ya kutokubeba imani iliyobeba ushindi tulimkosea Mungu, tulimtenda Mungu dhambi. Tutamwambia Mungu tunaomba uturehemu. Lakini ombi la pili, tutamwambia Mungu atupe imani iliyobeba ushindi kwenye maeneo tunayoyaombea atupe imani iliyobeba ushindi kwenye maisha yetu ili tuone matokeo makubwa kwenye yale ambayo tumea, tunaendelea kuyaombea au tumeyabeba kwenye maombi, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya biashara yako, kwa ajili ya kampuni yako. Na Mungu yuko kwenye madhabahu hii kutusaidia. Kwa hiyo utakwenda mbele za Mungu kwa toba, lakini ombi la pili tutaomba Mungu atupe imani iliyobeba ushindi. Tuseme, Bwana Yesu wewe ni Mungu. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa neema yako, asante kwa pendo lako. Tumesogea kwako asubuhi ya leo, uturehemu, utusamee kwenye eneo lolote unalotazama. Inawezekana imani yetu ilikuwa sababu ya kufungua mlango wa kukutenda dhambi, wa kukukosea, ndiyo maana atuoni majibu ya kile tunachokiombea. Ninaomba unirehemu, ninaomba unisamehe, ninaomba unitakase. Nilipochoka, nilipokuwa na wasiwasi, nilipobeba hofu, nilipobeba mashaka, nilipobeba roho ya kukata tamaa, ninaomba unisamehe kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kama ulivyotangaza msamaha kwa yule mgonjwa, tangaza msamaha juu yangu, juu ya eneo lolote ambalo sikuomba kwa kiwango ambacho Roho Mtakatifu alitaka, kwa sababu ya kutokuamini. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, nimekuja kwako asubuhi ya leo. Unapozuru wengine, usinipite. Ninaomba imani ya kushinda ndani yangu, niumbie imani ya kushinda kwenye moyo wangu, kwenye nafsi yangu, itakayosababisha nione majibu kwenye hili jambo ninaloliombea, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Achilia hiyo imani ya kushinda ndani yangu kwa jina la Yesu. Ninaikataa imani dhaifu kwa jina la Yesu. Ninaikataa imani ya fifu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Yesu, Roho Mtakatifu, niumbie imani iliyobeba ushindi katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Ninakataa roho ya mpinga Kristo inayofanya kazi Mwengu wa roho inayonizuiria imani ya kubeba ushindi, na kataa hiyo roho kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Asante Yesu, maana umesikia maombi yangu na umenivalisha imani iliyobeba ushindi itakayosababisha matokeo makubwa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya, ya, ya Yesu, kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu, huo ukuta kwenye eneo la imani na ukataa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, uo uo uo uoga kwenye eneo la imani na ukataa kwa jina la Yesu. Hayo maneno niliyojitamkia yaliyosababisha nishindwa kutoka kwenye ile eneo kwa ajili ya maneno yaliyobeba udhaifu yaliyobeba mauti ninafuta kwa damu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. E Yesu, nimekuja kwako asubuhi ya leo, nisaidie kuibeba hiyo imani iliyobeba ushindi katika jina la Yesu. Shika sadaka yako, tumshukuru Mungu. Shika sadaka yako, tumshukuru Mungu. Omba kwa ajili ya hiyo sadaka, mwambie Mungu akupe neema nyingine ya kiimani kwenye eneo la imani iliyobeba ushindi. Bwana Yesu, tunakushukuru, wewe ni Mungu. Asante kwa sababu unatujua, unatufahamu. Pasipo imani, hatuwezi kusababisha mabadiliko, kusababisha matokeo makubwa. Asante kwa sababu tumekuja na sadaka madhabahuni kwako kwa asubuhi ya leo. Sadaka hii Baba ikatupe nguvu ya imani ya kushinda ndani yetu, mahali kokote ambako tunapigwa imani zetu na miungu, tunapigwa imani zetu na madhabahu za kifamilia, tunapiga imani zetu na majaribu ambayo yamekaa muda mrefu ndani yetu. Leo tunatangaza hii sadaka ikatupe upenyo, ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu Kristo. Hii sadaka ikarejeshe vile ambavyo vimeharibiwa kupitia imani zetu kuwa dhaifu.

Hii sadaka ikalete baraka kwenye familia zetu, ikalete baraka kwenye kazi zetu, ikalete baraka kwenye biashara zetu. Hii sadaka ikatupe kibali kwenye malango yetu ya kazi, malango yetu ya siku ya wiki hii. Sadaka Bwana, ikaachilie neema kwenye ili eneo ninaloliombea, ikaachilie kuvuka, ikaachilie ushindi. Hii sadaka ikatengeneze imani iliyobeba Ushindi ndani yangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hii sadaka ikaondoe mipaka niliyowekewa kiimani na nguvu za giza kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hii sadaka ikaniondolee roho ya kuchoka, roho ya kuchoka iniachie, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hii sadaka Bwana, ikanipe neema nyingine ya kukuona wewe kwenye eneo hili ninalo uliombea ya kukuona wewe kwenye mahitaji yangu kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu Kristo kwa damu ya Yesu Kristo kwa damu ya Yesu Kristo, hii sadaka Bwana ikanipe ufunuo kwenye eneo la imani iliyobeba kushinda, niombe kwa ufunuo wako, niombe kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Baba, pokea sadaka hii, ninaileta kwako Bwana. Ikanipe kibali kingine cha kusimama na wewe, ikanipe kibali kingine cha kuishi imani iliyobeba ushindi, ikanipe kibali kingine cha kuziona baraka zako siku ya leo katika jina la Yesu. Asante Mungu mwaminifu, umesikia maombi yetu, ni katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru, amen. Pokee. okay, baraka za Bwana sisi ambao Mungu ametupa neema ya kuja kumwabudu asubuhi ya leo. Bwana Mungu atubarikie na kutulinda. Bwana Mungu atuangazie nuru za uso wake na kutufadhili. Bwana Mungu atuinulie wa uso wake na kutupa amani kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Karibuni tumtolee Bwana sadaka kwa furaha. Nashangaa kabisa nikitazama kama vile nyota ngurumo, nyota ngurumo.